na tutilie baraka katika utekelezaji wa mambo tuliyojipangia. Waheshimiwa, baada ya kuizundua ilani, wajibu wetu wajibu wetu ni ukibeba ilani ile kila mmoja wetu. Hii ilani sasa ni mali ya wanachama wa Chama cha Mapinduzi, si ilani ya sekretariati, si ilani, si ilani ya Kamati Kuu, si ilani ya mkutano mkuu wala halmashauri kuu. Wanachama wote wa Chama cha Mapinduzi tuibebe, tukaiseme, tuitangaze, tua, tushawishi watu watuunge mkono, waungane nasi katika kuitekeleza ilani hiyo. Wasia wangu kwenu ndugu zangu, tunakwenda kuingia kwenye kipindi kigumu, kipindi cha uchaguzi. Katika kipindi tunachohitaji kama chama cha mapinduzi, umoja, mshikamano na upendo, ni kipindi hiki, ni kipindi cha ja kuhakikisha chama chetu ni kimoja na wana CCM ni wamoja. Tunakokwenda huko, kwa sababu kuna kugombea nafasi, tutakuwa awali, tuna makundi makundi, kwa sababu kama tunagombea, lazima kutakuwa na makundi makundi. Tutakapomaliza kugombea turudi chama kiwe kimoja, tuingie kwenye uchaguzi tukiwa na nguvu moja. Tusiingie kwenye uchaguzi tukiwa mapande mapande, tuingie tukiwa na nguvu moja, kwa sababu ukiangalia tu hali ilivyo, CCM tayari ilishashinda kwa wingi wa wanachama tukitoa wanachama wetu wote wakipiga kura na wapenzi wetu wakitupigia kura, tumekuwa na kura nyingi sana ndugu zangu. Kwa hiyo ni jukumu letu wote kwenda kunadi ilani na kuwataka wanachama wetu na wapenzi wetu watoke wakapige kura. Kwa hiyo niwaombe sana umoja, mshikamano na upendo, niwaombe au sijui niagize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 Tukitoa mwanya ndugu zangu, tukipitisha wanaotafuta tunamie ni wemo, ndio tunapata wale wanaokwenda huko, chama kinakuwa gwajima na isi. Kwa hiyo kwa vyovote vile Tusigwajima na hizi chama chetu, magwajima tuyaache nje. Hamna kuoneana aibu wala haya. CCM oyee. Tukachuje tuweke watu ambao watakifanyia kazi chama chetu. Tutakwenda kutekeleza ilani ya uchaguzi waheshimiwa. Katika kugombea huku, katika kugombea huku, kuna wanaokwenda kwenye majimbo na kusema nimetumwa nije, lakini kwa upande mwingine, kwa upande mwingine kuna mtu akienda kwenye jimbo walioko anasema katumwa aje. Nataka niwaambie, nataka niwaambie, si mimi, si rais wa Zanzibar, hatutatuma watu kuja majimboni sisi, sisi tuna nafasi zetu kumi kumi kwa hiyo tukimaliza uchaguzi wale tunaowataka, tuna nafasi kumi. Kwa hiyo mlioko kwenye majimbo mjidhatiti na majimbo yenu, na msifanye woga. Mkiona watu mnasema wametumwa au wanaojileta wakasema wametumwa, na hao wakateni mapema sana. Hatuja tuma watu, hatuja tuma watu, huu ni uwanja wazi ni uwanja wazi sisi oye, huu ni uwanja wazi. Kila mtu ajipime uwezo wake aingie kwenye mchezo, hazuiwi mtu, ajipime uwezo aingie kwenye mchezo. Wananchi kule wataamua nani wanamtaka, lakini tukimaliza kuamua, chama kirudi kiwe kimoja, tuingie kwa uchaguzi kwa nguvu kubwa.